ena mathe watiae mm -hmm. <laughs> ona otigire ni orokire wai nginya to nga raro ro ngirie mwaka mathe

kwani umepata jana umulete leo eh hey, ndio mudu ni akora ngi thuthuria no nginya ukakirora mudu you take your time to nginya tondo ajira ati de mwethe ngurehere umuthi mm ah ore ure njira eh eh jira eh no ngende muno kairetu ake yuge marinda guko ne mane ma no wahenaga na ga situation o makalia mai kando ni ngi

it's a tricky situation. But all what I know, mm -hmm. ati Mungu, atatupatia njibu. Na hakuna venye, atatu, angusha. Nimekuombea nime kwa muda mrefu. Kwa miaka mbili. Hei, nebwone leona, nileona kama ya kani. What I'm praying God, that anybody who comes and stand on this mat, God will, will talk in it. Baba katika jina la Yesu Kristo. Unajua mimi kama mamake sina uwezo wa kujua ni nani mzuri. Nakuomba na Baba kama uishivyo. Yule atakanyanga hapa We mbona utaongea? Ndani yake utaongea, tumjue ni nini iko ndani yake, ndio mbamba tujue ni nani mzuri, kama kuna mzuri, kama hakuna, lakini we trust your process. Nawekelea hii mat e, e, e, e, na naiweka roho yako yako takatifu Bwana ukaitakaze Baba na uiweke nguvu yako baba. Whoever stands here, tutamjua. I trust you, I trusted you yesterday, today and forever. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amina. Si useme amina, mpaka hiyo mati pale utakuwa una- unaita moja anakuja anasimama hapo okay, Mungu atajidhihirisha. Wa, um, uh, uh, um, wanajua wanakuja kufanya nini ama umewaambia mnakuja kufanya nini? Sio vyasimamu nimewaambia, ni lazima sasa wakuje, ndio mama nisaidie ku- kuchagua ni mgani mzuri.

wangu ah, kwisha. Mali ni yetu hapa hakuna. Eh, siwezi olewa na mtu yule, ni mali yetu. Nafikiria mimi naweza olewa na mtu anakaa hivi hivi, mom's boy? Siwezi olewa na mom's boy. Mm huyu -hmm. mtu ajui kujituma. Ai, mm Hey, -hmm. ni yangu na Ken Wangu. Wow, ah, I love it. Mm -hmm namalizia tunakula mali yake, tunazikula zote, hakuna eh, namalizia. Kuna anaona mi mtinga hakuna ah, kuna kitu kitu, kuna doa. Haya, sawa sawa, eh sawasawa, tutakuita. Okay, asante eh Sasa, sio nimekuja nimekuja, ah, sio kali yake hiyo, kamkeka niwate kusikia mbaridi

Kama nikikwambia huyu ni mzungu, kwa hiyo ni mbaya, ukasikia mbaya, lakini unakuwa unachagua huyu kwa roho huko huko huko, but God has spoken. Enda ulete wa mwisho, lakini si atatu disappoint? Suma heri tu aende, waende tu. Hapana, eta wa mwisho, wakienda ndio ujue it is not and, it is and, it is a genesis of the mind and leta kwambia, wa mwisho ndiyo tujue kama kama unarudi kwa uwanja ama nini

tura makenete mwathani na marotura maria arathima matikanone thini mwathani tu ndu kico ni mu ndu mwega na ni mwana mwega murathime mwathani na arotuure muturire muraihu nakenyanyina naithe arorathima mu ri u uui ndokana kamu tukaniri na tu boco na

Asanteni sana kwa kukuja na eh, kama mlivyo kuwa mku umeambiwa siye tu bado dia kona, na neno la mwisho. So, asante sana mam. Asante hmm, sana kwa kukuja na najua kilicho na mwanzo lazima kikuwe na mwisho na sasa, kupitia uamuzi wenye umeridhisha moyo wangu, nimeona tu mwenye ananifaa kabisa na mwenye tunaweza endeleza maisha na yeye, sio mwingine wala ni Wairimu, Wairimu <gibu> <gibu> <gibu> <gibu>

Ni wapi nilikosea? Ni wapi nilikosea? Wewe ondoka. Ah, hebu ninyamazie. Huyu mama. Ah, wewe wewe huoni wewe, huyu anakaa kama kalako. Unapenda kitu na mzuri. Na kwa sababu ni yeye ameshida, ni yeye. Ni wapi nimekosea? Kuna kile alikuwa anaangalia base. Si alinipromise atanioa. Si ulikuwa umenipromise. Ni wapi nimekosea? Mbona ulibreak the promise? Okay, okay. Kwa sababu amechagua. Asante sana. Sasa kama ni akike tu. Kama angekuchagua, si wale wengine bado wangeenda? Kama angekuchagua, si wale... lakini mama, ukiangalia nataka kuwa bad wife, vile utafanya wewe kwenda ni nini sasa tunashania